Sala haikushughulikia Penina, ilishughulikia Hana mwenyewe. Ndio maana mtu yeyote anayekwenda kwa mbele, namleta mume wangu, Bwana mfanyie hiki na kile, unapoteza muda, wastage of time kwa sababu huo ni kushitaki wanadamu mwenzako. That's what Elijah the prophet did. Ndivyo Elia alivyosema, Israeli wamevunja madhabahu, wamewaua manabii kwa upanga, wamefanya hiki, wanatafuta roho yangu. Mungu akasema, no, nina watu elfu saba waliojisalia. Na unajua Paulo anasema, unajua Elia aliwashitaki wa Israeli, Mungu ikabidi amkosoe na unajua leo tunafanya kazi kama Ibilisi katika sala, ambaye anaitwa mshtaki wa ndugu zetu. Unaleta bosi wako, unasema leo ninafunga kwa ajili ya bosi, ananifanyia hiki na kile. Unapoteza muda wa sala Because sala haifanyi kazi kwa kuwaleta watu na kuwashitaki Mungu. Anaposema waombeeni wengine, is about the goodness of God, waombeeni adui, wapendeni hiki na kile manake, speak good of them, uwaeleze Bwana watendee mema, usiwaangamize. Ni kama Yesu alivyosema, Baba uwasamee, maana wajui watendalo pray for others, haimaanishi njoo waambie Bwana ingilia kati, shughulika na huyu maana ananinyanyasa, ni mke wangu ananisumbua. wastage of our time. Hana hajawahi leta Penina mbele za Bwana, yeye ana empty fadhaa destruction, kwa sababu aliruhusu masikio ya asikie maneno ya Penina yakampatia uchungu. Aha, macho yake akamtazama Penina akakosa appetite. Now anaweka fadhaa destruction peiraso mikononi mwa Yesu, na anapomwaga kilichojaza kwenye moyo, Mungu akajaza appetite akajaza furaha Aliishi na Penina, lakini akiwa mwenye furaha. Saa hii hana, hana kabisa, kukotoka kosa chakula anakula kama kawa, na hana hata ujauzito. Sisi sara zetu ni kitu gani hiki? Unaenda mbele za Bwana, unatoka mwenye huzuni yule yule. Na kwa nini tunaenda mbele za Bwana tunamwambia Yesu, shika yule, shika? Yaani wamfanya Yesu kama mbwa wako wa kufuga, bweka, fukuza huyo, timua yule, we